Mazungumzo ya footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya footprints wiki hii ni sehemu ya tatu kuhusu maongezi ya makubaliano baina ya jaji na Jenerali Yeftha kutokana na kitabu cha Waamuzi 11 mstari wa 12 hadi 27. Mazungumzo haya ni mafunzo makuu ya kidiplomasia ambayo hutumika katika makubaliano, maamuzi na kazi za kiserikali kwenye mahusiano ya kimataifa. Hata hivyo, hata kama wewe si balozi au mwanadiplomasia, masomo haya yana matumizi muhimu katika kusuluhisha migogoro katika sehemu za kazi na hata familia. Tumkaribishe Jenerali Yeftha katika mazungumzo yetu ya footprints. Ni vizuri kurejea tena katika sehemu ya tatu. Nitakupa wewe na hadhira yako somo la msingi kuhusu diplomasia ambayo inahusisha mazungumzo ya makubaliano. Nina furaha sana, mimi pamoja na wasikilizaji wetu. Ni vyema kujua kwamba masomo ya kidiplomasia pia yamo katika Biblia. Hebu tuanze, acha nianze na swali la balagha. Je, Umewahi kukimbilia kumhukumu na kumlaumu mtu vibaya wakati ulikuwa na kutoelewana au aina fulani ya migogoro naye? Kwa bahati mbaya, ndiyo, nimepitia haya mara nyingi sana na kuja kujuta baadaye. Kwa hivyo, somo la kwanza la kidiplomasia ambalo linatumika pia katika maisha ya kila siku na hata nyumbani ni usiharakishe kuhukumu, kulaumu, kushutumu, kushambulia na na hata kuingia kwenye vita kabla ya kuelewa ukweli na sababu za migogoro vizuri sana katika uzoefu wako ni nini ulifanya ambayo tunaweza kujifunza nalo kwa nini sikukimbilia vitani na mashambulizi wakati mfalme wa Amoni alipotushambulia kwa sababu nilitaka kuelewa kwa nini alikuwa anatushambulia hii inanileta kwenye somo la pili la kidiplomasia katika kutafuta kuelewa maoni ya mpinzani wako na sababu ya mzozo huo, uliza maswali. Naam, kwa hivyo hatupaswi kujijazia sababu au kwa nini mpinzani anafanya hivyo, lakini tunapaswa kutafuta kuelewa kwa kuuliza maswali, sivyo? Ndiyo, uko sawa kabisa. Nilimtuma waziri wangu wa mambo ya nje na timu yake ya kidiplomasia kwa mfalme wa Amoni na swali hili, una nini dhidi yangu lililokusababisha kuja kupigana katika nchi yangu? Somo kubwa sana. Mfalme wa Amoni alimwambia nini waziri wako na timu yake ya wanadiplomasia? Aliwaambia kwa sababu Israeli waliichukua ardhi yangu walipotoka Misri, kutoka Arnoni mpaka Yaboki na Yordani. Kwa hiyo nirudishieni ardhi hii sasa kwa amani. Hapa nitawapa somo la tatu, msikimbilie kujibu na kupingana, fanyeni utafiti vizuri, chukua muda wa kutafiti kupata ukweli. Nilimwambia waziri wangu na wanadiplomasia wasipeane jibu kwa haraka, na wakarudi nyumbani, tulifanya utafiti wetu na kupata ukweli kwanza. Linashangaza sana, Jenerali Yeftha, una akili ya kushangaza sana kwa sababu ulichokifanya kinahitaji utulivu na subira. Hukuruhusu hisia kuamuru tabia yako hata katika mzozo huo wa uchochezi. Watazamaji, tunahitaji kujifunza kutokana na tukio hili. Ndiyo, usiruhusu hisia kuchukua nafasi. Somo la nne ni kupanga jibu lako vizuri na ukweli ulioupata kutokana na utafiti. Hii ni kuepuka na kusema jambo ambalo unaweza kujutia baadaye. Kuwa mvumilivu na panga majibu ukizingatia tu taarifa muhimu, ili kutatua mzozo. Watazamaji, kumbuka, usikimbilie kupeana majibu kutokana na habari uliyopata. Usitapetape, panga majibu yako. Jenerali, tafadhali endelea. Nitawatia moyo wasikilizaji wako wajifunze mpango wangu wa kupeana majibu kutokana na kitabu cha Waamuzi 11 mistari ya 14 hadi 27. Kwanza nilikazia hoja ya kihistoria na nikamkumbusha mfalme wa Amoni kuhusu kile hasa kilichotokea kabla ya Israeli kumiliki ardhi aliyozungumzia kisha nikaingia kwenye hoja ya kideolojia ili kumjulisha kwamba kama vile Amoni atapokea vitu vizuri kutoka kwa Kemoshi, mungu wao, Israeli pia walipokea nchi nzuri ambayo Yehova alitupa. Baadaye nikatumia hoja za kisheria kuhoji mamlaka yake na haki yake ya kudai ardhi aliyozungumza. mwishowe nilitilia mkazo hoja ya mpangilio ili kumkumbusha kwa nini wafalme waliomtangulia hawakujaribu kudai haki ya ardhi hiyo. Vizuri sana, hili ni jibu lililopangwa vizuri. Natumai tujifunze kutokana na hili. Mtu yeyote mwenye busara angepata jibu hili kuwa la kukubalika. Je, mfalme wa Amoni alikubali ulichosema? Mfalme wa Amoni hakuwa mtu mwenye akili timamu, alikuwa na hasira. Kwa hivyo tulienda vitani na tukawapiga. tukizungumzia juu ya hasira kwa kweli tuna baadhi ya vita vinavyoendelea kwa sasa kule Warabuni, Urusi na Ukraine. Je, viongozi hawa wanaweza kuwa ni vichwa ngumu kama vile mfalme wa Amoni? Angalia jinsi walivyoruhusu hisia zitawale juu ya sababu, huku watu wasio na hatia wakiteseka katika vita hivi. Hata hivyo, tunatazamia kwa hamu sehemu ya nne. Tumpe Jenerali makofi. Iwapo mazungumzo haya ya footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.